Jimbo la Ukonga halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, walioitwa kwenye usaili kusimamia vituo vya kupigia kura, wasimamizi wasaidizi na makarani waongozaji wa vituo vya kupigia kura katika jimbo la Ukonga. Usaili huu utafanyika siku ya tarehe 15 Oktoba 2025 katika chuo kikuu cha Kampala kilichopo Gongola Mboto kuanzia saa 2 asubuhi waombaji wote watatakiwa kugharamikia gharama zote ikiwemo usafiri, chakula na malazi. Fika ukiwa na kitambulisho chochote au barua ya utambulisho kutoka serikali za mitaa. Majina ni kama jinsi yanavyoonekana katika tangazo hili, hakikisha unayapata majina haya. Zingatia muda, tarehe na mahali ambapo usaili huu utaweza kufanyika, ili usiweze kukosa siku na tarehe ya usaili. Zingatia kuwa na kitambulisho chochote au barua ya utambulisho kutoka serikali za mtaa. Lakini kuipata pdf hii, utaipata katika grupu letu la WhatsApp. Link nimekuwekea katika description ya video hii. Unachotakiwa kufanya ni kujoin katika grupu la WhatsApp ili uweze kupata pdf hii na kuweza kupata update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Kama bado hujasubscribe channel ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii mingine ili tuweze kuwa pamoja katika video zingine zinazofuata, uweze kupata taarifa tunapoposti video mpya. Asanteni na karibuni.